Simba wanatuharibia mpira wetu kwa makusudi, ni maneno ya mdao mmoja eh, wa soka kutokea hapa Tanzania, ambapo ameweza kufunguka haya kwa kudai kwamba hawa Simba Queens wanataka kutuharibia mpira huku kwenye ligi ya wanawake. Just imagine, kwenye upande wa kushoto wanaye Asha Omari ambaye anamudu kucheza beki zote za pembeni na winga zote akiwa Yanga. Huyu niliwahi kuandika kuwa mmoja moja ya silaha yake kubwa Asha ni kasi yake na wepesi wake katika kufikiria matendo wanjani, na anafundishika, ni mwepesi kuelewa maelezo, ndiyo maana kila nafasi ya ulinzi anacheza, na kwenye umri wake huyu alihitaji tu timu kama Simba ama JKT zinazoshiriki Sekafa. Back to back. Aondoke Tanzania kwa sababu eh, wanaomsimamia yeye ndio hawa hawa wanaomsimamia pia Klala Lovanga Aisha Masaka chini ya Sizo the boy, aliye ndani ya agents ya RTA ajabu yake kwenye eneo hilo, hiyo Simba wameenda kuchukua international winger kilaka, ambaye anajulikana kwa jina la Brice Zanka laye wa Kameruni. Yule dada ni beki wa kushoto asili asili ya pure kabisa, anamwaga maji vibaya mno, ana kasi, ana kaba na mwepesi. Linapokuja swala la timu, ina ina cheza soka safi la udambu udambu, lakini kocha kocha wa Simba Queens kwenye mchezo mashuja alimba jukumu akazima katikati tena kiungo cha chini, imagine na bado timu haikuruhusu goli. Nasubiri kuona huku upande wa Simba Queens, ndio upande wa wanawake wa maajabu. Yani Winifrida Gerard, mtoto mwenye asili, mwenye kasi, akili na maarifa mtukutu uwanjani, anakaba mwenyewe na anakuja juu kushambulia, akiwa ukizembea anakufunga. Hizo sio shida zake, aliweza kufunguka mdau huyo, akitolea mfano jinsi gani ambavyo klabu ya Simba imeweza kusajili wachezaji wengi ambao wana uwezo ame, kwenye timu yao ya Simba Queens, huku kieleza kwamba Simba wana wachezaji ambao wana, wana, wana sifa za kipekee zaidi. Kuna mmoja ambaye anacheza beki zote yani beki ya kulia na beki ya kushoto lakini, na mwingine tena Mkameruni ambaye naye ana, ana, ana tabia zile zile ambazo zinaweza kuwa ni hatari zaidi kwa pinzani. Lakini kwa sasa mchezaji huyu alitakiwa eh, alitakiwa kusajiliwa kwenye klabu ya Simba ambao mara zote wamekuwa wakipokezana ubingwa na JKT Tanzania, ambako huko ambako huko wenyewe wanashiriki mara kwa mara kwenye michuano ile ya Sekafa ambayo inampata eh, mshindi wa kuweza kwenda kushiriki kombe la kafu la wanawake ambalo linashirikisha timu za timu za wanawake kwenye timu zile za wanaume masinia. Hivyo Simba na JKT wamekuwa wakishiriki mara nyingi, hivyo wachezaji wengi wanatamani kwenda Simba na JKT ili kwenda